Karibu sana Mary na pengine tuanze moja kwa moja, unaweza kutueleza nini uzoefu wako katika haya mambo, nini ambacho kinasababisha kuwepo kwa utofauti huu mkubwa? Asante sana uh, kwa kuwa pamoja na mimi uh, nadhani wazungumzaji ambao nimeona wakiwa wanachangia ni kwamba wana kama nchi kama taifa na kama jamii hatujajiandaa bado. Uh, kuwapa nafasi wanawake kuwaruhusu wanawake na hata wale ambao tayari ni viongozi kuwapa nafasi kuwa viongozi. Bado tuna mitazamo ambao ni hasi, bado tunamfikiria mwanamke kama mtu wa jikoni, mwanamke kama kiumbe dhaifu, mwanamke kama raia mwenye daraja la chini. Uh, na pia hata wakati mwingine mifumo yetu haijaweka kuandaa wanawake uh, mfano kupata um, elimu mafunzo uzoefu waweze kushika nafasi hizo. Lakini wakati naongea hivyo, kuna idadi kubwa sana ya wanawake nchini ambao tayari wana uwezo, wana weledi, lakini bado hawapewi na nafasi, na wanapopewa nafasi wanapimwa kwa jicho tofauti. Kuna kuna mzungumzaji um, mmoja ameongea akasema kwamba ni vizuri wanawake waanze kuongelea mafanikio yao ili kuwapa motisha wanawake wengine. Uh, mfano sasa hivi ni kwa mara ya kwanza sasa hivi Tanzania tuna rais mwanamke. Lakini tangu tumepata uhuru tumekuwa na marais wote wanawake, tumekuwa na mana, uh, uh, uh, uh, ma vice president wote I mean, wanaume, ma vice president wanaume na viongozi wengine watangaza juni wanaume. Na kwenye miaka yote hakuna mahali ambako tumesikia wanaume wakisema wanaenda kuongelea mafanikio yao ili kuwapa chachu watoto wa kiume waweze kuwa viongozi. Ni kwa sababu kwenye jamii yetu uongozi unahusianishwa na wanaume. Hata kama mwanaume hana vigezo, kinachompa uongozi ni kwamba ni mwanaume, na mwanamke anapimwa kwa jicho tofauti. Kwa hiyo, ukiwa mwanamke ili uweze kuwa kiongozi, mzani wako unapanda juu zaidi na vigezo vima, vinapanda juu zaidi na hata jinsi wanavyoangalia utendaji wako na makosa yako ni tofauti na jinsi ambavyo wanaangalia utendaji wa mwanaume kwao. Bado tuna shida kwenye mtazamo wetu. Sawa, tukiacha kwenye mtazamo hapo, Mary unafikiri kuna mapendekezo ambayo yametolewa hapa kwamba pengine eh, kufanyike hata namna ambayo inaweza ikarahisisha hata kuingizwa kwenye mitaala huko, kuwepo kunafundishwa hiyo, inaweza kutosha? Namna ambavyo umezungumza inaonekana mtazamo pia wenyewe bado uko chini. Sijakusikia vizuri, umesema kwenye nini, ilikuwa nini? ni kwamba uh, kufanyiwa mabadiliko ikiwemo hata kuwekwa kwenye sheria kwenyewe, kwamba kuwe kuna namna ya kumtambua mwanamke kuwa kiongozi. inatosha kumwinua mwanamke kwenye nyanja hiyo? Unajua, tunaweza tukawa tuna sheria nzuri, lakini sheria peke yake hazitengenezi kila kitu. Sheria ni mwanzo mzuri, kuwa na sheria ambazo zinaongeza wigo wa wanawake kuwa viongozi. Sheria ni kitu kimoja. Kwa mfano, kwa nchi ya Tanzania tuna sheria nyingi nzuri sana, lakini sheria hizo zinaongoza na watu ambao wana mitizamo tofauti, na ndio maana sasa hivi wakati mwingine ukiuliza, mbona tuna wanawake wachache sana kwenye nafasi za juu? Unaambiwa hatuwaoni. Mnaona wapi, vipi wa, mnaona wanaume, lakini hamwaoni wanawake na tumeende hata zile kazi ambazo wanawake bado wanajitolea kwa kiasi kikubwa, ni kazi ambazo hazithaminiwi sehemu yoyote. Ukiona wanawake wamejaa, jua hakuna pesa huko, jua hakuna kukua huko, jua hakuna security huko, jua kabisa kwamba hiyo kazi ulioko ni kazi ambayo muda wowote anaweza ikapotea. kwa hiyo kuna sheria ni kitu kimoja, lazima tuwe tuna sheria ambazo zinahamasisha, lakini sheria ambazo zinahakikisha kwamba wanawake wanaingiza kwenye nafasi za maamuzi na za uongozi mm, lakini pia ni lazima tufanyie kazi mitazamo, kwa sababu hizi sheria na taratibu zinaongozwa na watu ambao tayari mtazamo wao, mwanamke anatakiwa abaki nyumbani, tayari mtazamo wao kwanza asawa. ni vizuri tukumbushane kwamba mwanamke ili aweze kuwa nafasi ya uongozi mm, anatakiwa afanye kazi na kujiaminisha mara tatu zaidi ya mwanaume ili aweze kukualifai kwenye minimum kwa, ni vizuri tuanze kuangalia wanawake kama viongozi kama watu kama watu wenye uwezo sawa na Mary, kama raia wa nchi ambao wote wanastahili kama mwanaume. Kwa mtazamo wako kidogo kwa, kwa, kwa, kwa ufupi sana kwa mtazamo wako na hizi mila na desturi na tamaduni umezizungumzia hapo, upi mtazamo wako kulimaliza hili? Kwenye kumaliza Mm -hmm. Cha kwanza lazima tuthamini uh, wanawake wanachokifanya. Lazima pia tuthamini mchango wa wanawake. Lakini pia tujifunze kuelewa kwamba wanawake ni, ni binadamu. Kwa wakiwa viongozi watafanya makosa, watizamwe kwa mzani ule ule. Lakini kingine ni vizuri pia kuthamini maeneo ambayo wanawake wako wengi kwa sababu Asante. Una... asante sana muda wetu si rafiki lakini tunakushukuru kwa maoni na mawazo yako. Tunakushukuru sana Mary.